Boni Online TV. Kwa wananchi waendelee kuhamasishwa kubadilisha mitindo ya maisha kwa kula vyakula bora, kufanya mazoezi na kufata ushauri wa wataalamu wa afya unaotolewa mara kwa mara. Eneo hili tumeanza kuliona nchini, Watanzania wakaanza kulielewa kwamba mtindo wetu wa maisha wa kula ambao pia wengi wanaofurahia na wameupa jina kujichana ni tatizo. Chips kuku, Coca Cola, halafu unashushia na bia ni matatizo. Sisemi tumfate ushauri wa profesa Janabi. <laughs> ake na wenyewe ukiuangalia unaona kama unatufikisha mahali sijui. Wataalamu wa afya mpo, utajadili hapa, lakini muhimu tukabadilisha mifumo ya ya maisha. Lakini pia hamasa iliyotolewa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwataka Watanzania kufanya mazoezi ya kila siku ya viungo ni muhimu sana pamoja na kwamba kitaifa tumeitenga siku ya Jumamosi kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa tatu ni kwa ajili ya mazoezi, lakini bado hatuzuii mtu yoyote kwa wakati wowote kwenda kufanya mazoezi. Tumeona makundi mengi ya jogging yameanzishwa maeneo mbalimbali, wanakimbia asubuhi na jioni. Tumeanza kushuhudia wadau wa sekta afya wakianzisha gym za kutosha ambazo zinampa kila mmoja na shughuli zake akajipa nafasi ya kwenda kushiriki kwenye mazoezi. Na mimi nataka niungane na Mheshimiwa Rais kuwahamasisha nyie wataalamu wa afya mwe mstari wa mbele. Ndugu wataalamu wa sekta afya na wadau wote, nitumie nafasi hii kuupongeza sana uongozi wa wizara yetu ya elimu, sayansi na teknolojia kwa pamoja na wizara ya afya bila kuwasahau viongozi wa chuo chetu kwa kusimamia tafsiri na kutekeleza maono ya serikali ya awamu ya sita katika kuimarisha sekta ya afya hapa nchini. Kupitia utekelezaji huo, tumeona mafanikio mbalimbali. Moja, tumeona mafanikio katika kuboresha miundombinu ya afya kote nchini, ikiwemo vituo vya kutolea huduma za afya, maabara za kisasa majengo ya kufundishia na kujifunzia, vituo vya kutolea huduma za kibingwa, maendeleo ya matumizi ya tehama, pamoja na usafiri wa watumishi na wagonjwa. Lakini mbili, chuo kikuu cha Muhimbili kimeendelea kuwa nguzo muhimu ya mafanikio ya taifa letu katika sekta ya afya, sambamba na kuongeza kozi muhimu, udahili wa zaidi ya wanafunzi elfu nne mia nne na mafanikio makubwa katika tafiti na huduma za kitaalamu sekta ya afya nchini na duniani kwa ujumla inakabiliwa na changamoto zenye kuhitaji mbinu mpya za kukabiliana nazo. Tunashuhudia ongezeko la kasi la magonjwa ya yasiyoambukiza yanayotokana na mitindo mibaya ya maisha kama vile kisukari, magonjwa ya moyo, saratani na matatizo sugu ya upumuaji. Magonjwa haya yanasababishwa yanasababisha vifo vingi ulemavu na kuongezeka kwa gharama za matibabu kwa wanafamilia na taifa zima kwa ujumla. Kwa upande mwingine, bado dunia inaendelea kukumbwa na mlipuko wa magonjwa kuambukiza kama vile Uviko kumi na tisa, Ebola, Mabag na Mpox, hali inayodhoofisha mifumo ya afya duniani na kutishia usalama wa watu wetu nchini. Watafiti wote wapangaji wa sera, wekezeni katika utafiti zenye tija kwa wananchi, tafiti zisiishie kwenye makabrasha na kuziweka kwenye makabati. Tunahitaji tuone matokeo ya tafiti hizo yakifanya kazi katika utoaji wa huduma hapa nchini. Tunataka tuone matokeo yake yanatumika kutengeneza sera na mipango ya utekelezaji ili kuleta mabadiliko halisi katika utoaji huduma kwenye sekta ya afya. La pili kwa wataalamu wote hasa watehama, wahudumu wa huduma ya afya na wasimamizi wa mifumo, endelezeni matumizi ya teknolojia katika kutoa huduma za afya. Tukizingatia kuwa matumizi ya teknolojia yanapelekea kuelewa zaidi na hasa wale wanaojifunza kujua aina ya magonjwa, namna ya kuhudumia kwa kutumia kwanza tehama halafu na kwenda moja kwa moja kwa watu wetu. Kukutanyika hapa ni uh, jukwaa la kushirikishana maarifa na ujuzi katika yale yaliyokwisha kutokea tangu tulipofanya tena mwaka jana na sasa tunavyofanya tena. Kuna mambo mengi yametokea. Dunia inaenda kasi, teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika kila nyanja za maisha, na hivyo kukutanyika hapa ni namna ya kuweza kukutanisha wataalam kuweza kushare e, maarifa ambayo yamepatikana kutokana na tafiti na mambo yanayoendelea duniani kote. Kwa hiyo kwa sisi kama Tanzania, kuwa na mkutano kama huu ni fursa muhimu ya kuweza kutafakari tulikotoka tunakoelekea na namna nzuri ya kukabiliana na magonjwa yanayoibuka ya sasa hivi. Sote tunafahamu kuna mambo yanayosababisha magonjwa ambayo hayakuwepo yaibuke. Kuna mabadiliko ya teknolojia, kuna mabadiliko ya tabia nchi. Yote haya yameleta changamoto katika sekta ya afya, na hivyo wataalamu wetu wanatakiwa wajipange upya kuweza kukabiliana na magonjwa ambayo yanaibuka, tunasema emerging diseases, na kukutanisha kwa, kwa wataalamu ni njia rahisi ya kuweza kushirikishana maarifa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaamini matokeo ya kongamano hili yatasaidia sasa kuinform tunasema practices kwenye sekta ya afya, ili huduma za matibabu ziweze kuboreka zaidi kwa jamii. Kwa hiyo, matokeo ya tafiti ni kwamba tunasema, kwa mfano, kuna matokeo ambayo yanaonyesha labda kuna haja ya kubadilisha mifumo ya afya, kuna haja labda ya kubadilisha matibabu, kuna, ba kuna haja ya kubadilisha uchunguzi wa baadhi ya magonjwa. Haya yote lazima uyapate kwenye tafiti. Kwa hiyo tafiti letu la kumi na tatu tutakuwa hapa leo na kesho tarehe 18 na 19, na tunatarajia sasa baada ya kuwasilisha yale mawasilisho yao tuna kamati ambayo inakuwa inaratibu, inachukua mapendekezoyote kwa kila kutoka kwenye kila wasilisho then tunatengeneza bango kitita. Bango kitita ni kwamba kwenye hili tunaona mapendekezo ni haya, kwa sababu sisi tunafanya tafiti na wenzetu duniani kwa sababu magonjwa hayana mipaka, e, kwa hiyo mapendekezo ambayo, wenzetu labda nchi fulani walishayafanya wamesha yaona na sisi kwa mfano kwenye wizara yetu yenye dhamana ya afya kwamba ushauri wetu labda tuwe na mwongozo wa magonjwa haya, yanatakiwa yabadilike. Kuna mahali sasa tunaweka sayansi na teknolojia, kwa hiyo tunatoa mapendekezo duniani. Tunaongea magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu na mengine ambayo sio ya kuambukiza lakini vilevile saa hizi kuna mchango mkubwa wa sayansi na teknolojia kwenye kuhudumia wagonjwa au kuchunguza magonjwa. Kwa hivyo, vilevile, kama mkihudhuria mawasilisho haya, mtaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kwenye kutumia teknolojia, kutumia tehama kwenye mambo ya tafiti, lakini vilevile vile kwenye huduma za mafunzo na huduma za afya. Kwa mwaka huu tuna jumla ya mawasilisho au uh, presentations Uh, jumla ya mia mbili ambazo zitawasilishwa katika hizi siku mbili, na zinatoka kutoka kwa watafiti wa ndani, lakini vile vile kuna uh, mawasilisho kutoka nje ya nchi, uh, Marekani, uh, Norway, pamoja na Kenya, na nchi ambazo zimetuzunguka na mawasilisho haya yatafanyika kwa njia ya ana kwa ana au kwa njia ya presentations ambazo ziko kama posters. Uh, yamejikita katika vipengele nane, uh, kutokana na uzito na umuhimu wa changamoto za afya tulizo nazo. Uh, eneo la kwanza ambalo ni kwa ukubwa ni eneo la magonjwa yasiyoambukiza ya ambalo limeonekana linaongezeka lina nchini, kwa hiyo kuna tafiti mbalimbali mbali zimefanyika. Eneo la pili ni uh, la eneo, eneo la afya ya mama na mtoto uh, pamoja na wale watoto wachanga uh, eneo la ubunifu Uh, bunifu mbalimbali ambazo zimetokana na, uh, zimetokana na tafiti lakini ambazo lengo lake ni kuhakikisha kwamba Uh, basi tunawafikia wananchi uh, kwa afua mbalimbali mbali za afya kwa ajili ya kujilinda, kwa ajili ya matibabu, lakini vile vile kwa ajili ya kuboresha maisha. Eneo jingine ambalo ni la muhimu ambalo tumekuwa tukilifanya mara kwa mara na mwaka mwaka huu kwa njia ya kipekee ni eneo la magonjwa yanayoambukiza, kwa mfano uh, uh, UKIMWI, uh, malaria, tuberculosis Uh, magonjwa ya watoto ya maambukizo mbalimbali na vitu kama hivyo. Pia tuna, uh, tuna theme ambayo ni eneo jingine kubwa la mifumo ya afya ambalo pia litawasilishwa kwa ukubwa wake. Kuna mawasilisho mbalimbali mbali ya, uh, masuala ya lishe ambayo pia tungependa uh, wananchi waweze kufikiwa kupitia afua mbalimbali mbali, na changamoto ambazo zinatokea kutokana na, na, na, na, na changamoto za lishe. Make your day. TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.